Leo mjenzi wa nyumba TZ, nataka nikutajie vitu vidogo vidogo vinne muhimu, na ni muhimu sana. Watu mafundi wengi huwa wanavichanganya, ni muhimu vya kufahamu kwenye ujenzi. Jambo la kwanza, usifanye ceiling, usifunge ceiling au gypsum kabla ya kufanya wiring, ile phase ya kwanza. Hakikisha kazi zote za umeme, nyaya kupitisha zimekamilika kwanza, ili kuepuka kuvunja ceiling board au gypsum board baadaye. Jambo la pili, usijenge marumaru, wengine tunaita tiles, juu ya zege kabla ya kuweka rough floor. Rough floor husaidia kusawazisha uso na kuongeza uimara wa marumaru. Tatu, usiweke marumaru chooni au usijenge marumaru chooni kabla ya kumaliza mifumo yote ya mabomba. Hii inazuia kuvunja tiles au marumaru endapo kutatokea marekebisho ya mabomba. Nne, usifunge vifaa vya bafuni kabla ya kumaliza marumaru. Sinki la kunawia la choo na vifaa vingine vifungo mwishoni, mwisho kabisa ili visiathiriwe na kazi za ufinyanzi. Kwa hiyo hivi ni vitu vidogo vidogo ambavyo wengi huwa wanavisahau, huwa wanavipuuzia na huwa vinakuja kuwaletea shida hapo baadaye. Ili uweze kuendelea kuzipata elimu ndogo ndogo kama hizi, hakikisha una subscribe, itajitokeza alama ya kengele hapo chini, utaigusa pia una like una comment na kusambaza mara nyingi uwezavyo, ili na wengine wa waendelee kujifunza elimu kama hizi zinazohusiana na ujenzi wa nyumba. Kwa kuwasiliana na mimi kwa ajili ya kazi za ramani za nyumba aina zote, ujenzi wa nyumba, kupaua, kupiga plasta, kufunga gypsum board, kuskim na kupaka rangi hadi kujenga tiles, wasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona hapo chini. Pia naweza kukutajia ambao, simu ya kawaida ni sifuri saba 937090 au WhatsApp namba 0765937090. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora.